Sauda, Sauda. Umona mtu huyu hapo nyuma yako? Naona? Umekucha sasa. Huyu hapo yupo wapi? Sasa hivi hapa tupo watatu. One, two, three. Three G. Haya huyu hapo nani? Nataka unisaidie. Ingala. Sasa nikusaidie nini wewe, dada? Achana maisha yangu. Watu wote hawa siwakusaidie, wewe umuone kipala huyu umwone kizigo huyu. Kwa nini uombe msaada kwangu wakati watu wote hapa wapo? Jamani, kama mnaweza mumsaidie huyu dada. Aha, wetanuna lana sasa yani, umeamini kama ujamaa amechanganyikiwa eh? Mtu amuombe msaada na muomba msaada gani? Ndevu zake tu kuzichana anashindwa, kuzipaka blaki anashindwa. Ana madeni kibao ya miogo kwa Mama Ashura kule. Dukani pale kwa Mwanika kopa sukari mwaka mzima ana deni sijui milioni mbili. Atamsaidia nini mtu unavyofikiria? Anashindana na vipenzi kama mchezaji mpira. Utamsaidia nini mtu wewe? Kipala, hebu nisikilize. Mimi na Kitimamu sijachanganyikiwa. Umenielewa? Kuna mwanamke yuko nyuma yako. Ina maana wewe umuoni? Yuko wapi huyo mtu? Akati huku nyuma shepu ninalo na natamba nalo. Sasa huyo mtu unayemuona, kugundua kabisa, mfano kwa unapata milioni tano, wewe au milioni mbili Kipala, tulia kidogo tumsikilize, uenda namuona huyo mtu. Eh, ndugu yangu bado unamuona? Ndio, anaongozana na chizi na siku zote ni chizi. Mi siwezi kusimama na nyinyi kwa sababu ni machizi, naondoka zangu hapa. Ole wenu, nisikie mtu yote ananiteta nne tano sikipani so chewa, so sio cheo aso sio cheo aso. Mnitete yaani, mpaka mnaniangalia basi mnaniona, msije mkasema mnioni nani angalieni mpaka ninavokata kona. Ah. Mwacha aende. Ajui alitendalo. Haya. Msikilize, anataka nini? nilivyokuambia shoga yangu sijui amechanganyikiwa, maana unaweza kuwa umesimama naye, ghafla akaanza kuogopa akisema, huyu hapo mtu huyu hapo mdada, sijui msaada, mwisho anakimbia tena akiwa naogopa sana. Ndugu mm. yangu najaribu kufikiria listi ya ganga angu ili niweze kukusaidia ehe, nimekumbuka na mganga wangu huyo mmoja, yani anajua sana ila yupo nje ya mji na sehemu aliyopo ni maeneo ya maporini. Nafikiri tunaweza tukaendaje? ni mganga kweli au tu mpigaji kama au wengine hapana? Sio mpigaji, unamkumbuka Amani? Amani yopi, yopi? Amani yule achue, ah, yule kaka hatari, yaani pamoja na mitego yote uliyomtegea ili wenaye kwenye mahusiano lakini wapi! Yule kaka kiboko kwa kweli, kiboko wapi. Yani, ninapokuambia sasa hivi nimemweka hapa, ninapokuambia shoga yangu, nikimwomba tu elfu kumi yani ananiletea haraka haraka kama mitumabili. Alafu nachotaka kwambia sasa, sasa hivi tuna tunamuhusiana mwaka huu tumeshafikia. Usiniambie, usiniambie, nashakwambia shoga yangu na chezo chochote aye, ni yule mganga alinipatia dawa yaani, ile ile siku jamaa akaja, alivyoja akantongoza huyo. Ah, kiboko kwa kweli. Sasa sikia, basi tunaomba kesho utupeleke kwa huyo mganga wako. Sawa, mi nitakuja, ila naosiende ni kuzuru. Nikija nikukute nyumbani? Sawa, utanikuta shoga yangu, nitakuwa mimi mama na wifi wote tutaenda. Asa, aha. Wataka nikusaidie nini? We, sinakuuliza vipi? Anasemaje? Hajibu chochote, yupo kimya, kila ninachomuuliza. Huenda naweza akawa bubu. Huyo msemeshi kwa vitendo, kaka. Bubu wapi huyu? Wakati nilipokutana naye aliniambia anataka nimsaidie. Huyu sio bubu. Kwa hiyo upo tayari kunisaidia? A, si nimekwambia nipo tayari. Ah, mbona unafoka tena kaka? Ah, kaka sikufuka yo. Ni huyu mwenda wazimu huyu. Anasemaje? Alikuwa ananiuliza ananiambia, kama nipo tayari kumsaidia, wakati mimi nimezungumza kwamba nipo tayari kumsaidia na nimekubali. Ah, vipi tena Tano, mbona utakukimbia kaka? Ameyayuka yayu. Ah, unamaanisha we binti ndio kapotea eh? Sasa nakuomba ungeniacha hata nikimbie kidogo, nichangamshe miguu anage, moyo wangu unapwita, papa anaogopa kaka. Kila ninapokutana na huyu mwanamke moyo wangu unakwenda mbio vibaya mno. Ondoa hofu Tano, utakimbia mpaka lini, hali ya kuwa unajua kabisa na mganga kakuthibitishia kuwa yeye hana madhara na wewe, cha msingi na cha sekondari unatakiwa umsaidie. ya <sighs> yeah. Kaka, hapo umezungumza jambo. Alafu kweli huyu nitamkimbia mpaka lini eh? Naona kadi ninavyozidi kumkimbia ni kama analizoea hivi, naona ameanza kunipanda kichwani. Msaada anahitaji yeye, na bado kumuogopa? Ni nimwogope mimi sasa? Kuanzia leo siwezi kumkimbia tena. Haswa hayo ndio maneno. Ila nahisi njaa. Ah, kaka, ina maana wewe hujui dawa ya njaa? Hakuna kitu kingine zaidi ya kula ndio? Ah, sasa kaka Hebu acha mimi niende nyumbani, ni mwenye tumbo langu hapa, naona halina kitu kabisa, kwa sababu nilikuwa nakula ndo likatokea hili timbwili. Sawa, ila ukikutana naye jitahidi umwambie akwambie anachokihitaji. Ila niseme tu nakushukuru sana kaka, kwa hiki kipindi kigumu ninachopitia, huko pamoja na mimi, kikweli naomba usinichoke ndugu yangu. Nimeshangaa sana kukuona uko hapa, hakuenda shule? Ndio baba, nilisioma, mwili ulikuwa unaniuma sana. Sana oh. Sawa pole, unajisikiaje sasa hivi? Baada ya kumeza dawa nimepata haweni, nikaona nijisomee hapa ili nisizidi na waliopo shule mda huo, ah. Zena, mwanangu, hebu naomba nikuulize, hivi wewe na mama yako mdogo mnaishi vizuri hapa ndani? Tafadhali, Be honest. I am your father. Niambie kila kitu, kwa sababu sikuoni kuwa na furaha hata kidogo siku hizi. Hapana baba. Mama mdogo ni mtu mzuri sana. Ana upendo. Tunacheka, tunakula pamoja. Pia sina shida nayo yoyote ile. Okay. Sawa binti yangu. Nilikuuliza tu ili nijue. Lakini kama uko sawa ni vizuri. Ila kama kuna chochote kitatokea, usisite kuniambia chochote. Anything. Be open. Okay? Sawa baba. Sawa basi. Mimi nimechoshwa na makazi leo. Niko ndani napumzika kidogo. Mbona umetupita pale hata hujatusalimia hata mgeni pia hujamwona? Ah, kikweli siko sawa kabisa mke wangu, akili yangu yote haijakaa sawa, kichwa changu chote kinawaka moto mwenyewe. Naona tu uko sawa, shida ni nini mmewangu? Ni shida ileile au kuna nyingine? Mm, lakini sasa hivi vitakaa sawa. Pole mmewangu, nakuambia na mimi ni sawa Asante. Na ni kuandalia chakula au ni kuandalia kwanza maji? Mm. Mimi nadhani nikoge kwanza kwa sababu hapa nilipo nanuka jasho la ukoo.

mama mwenye upendo sana kwangu. Kwa ananipenda, ananijali. Pole sana rafiki yangu, tena najua fika changamoto unazopitia, najua fika maumivu ya kumpoteza mama lakini unyavochinaunyaiamakabunyi mama hawezi kurudi, mama hawezi kurejea kwenye maisha yako. Nadhani unaonafika maisha nayoishi mimi nyumbani kwetu, mimi mwenyewe ni kama wewe Zena, mama yangu hayupo, lakini mpaka sasa naweza kuishi. Kwa hiyo na wewe unachotakiwa ni kumwomba tu Mungu akujalie uweze kuishi, upunguze mawazo jenya <laughs> mama amekwenda, hawezi kurudi hata ushinde kila sikuku. Nafahamu fika walezi wako wanava kunyanyasa lakini <laughs> chichi chamchingi tunatakiwa tutu mchike elimu na tutimwachekamwende zake.

Wete kumpunguchia chabuko aliko, wete kumtia nguvu lafkiangu Zena, aweze kusahau matatizo yote yake. Emwenyezi <laughs> e Mungu tusaidia citi tuliopotelewa. Mama, pole zenya. Mungu yupo pamoja nawe. Mungu uyo huyo ni wa kwetu chote, na uyo huyo Mungu ajawai kuntupa nja wake na imani, hatakuwa na bega kwa bega. Mbona unakuja hata bila hodi? Hai, sasa umeshindwa kukaa sebuleni? Unakuja uka chumbani, mke wangu akikuona? Nini kimekuleta huku sasa? Nimekuja kukushukuru baada ya kukubali kunisaidia, na nataka nikuambie ni, ni msaada gani nataka unisaidie, lakini usije kumwambia ile rafiki yako Kizigo tan nakusii Hufanyi haya kwa ajili yangu, unafanya kwa ajili ya kumwokoa mwanangu. Nataka mwanangu aishi kwa furaha hapa duniani, maana toka nifariki anaishi kwa mateso sana na anaogopa sana. Lakini kwa nini usimsaidie wewe mwenyewe wakati wewe ndio mama yake? Kwa nini mimi? Uh -uh. Siwezi, mwili wangu hauna uhai na ndio maana siwezi kugusa dunia ya lio hai. Wewe ndio mwenye uwezo, umepewa nguvu kubwa sana ya kuona pande zote, kuona maisha ya mwili na maisha ya rohoni, hasa nafsi hai. Ni, ni nimepewa nguvu mimi? Kwa nini mimi, Sauda? Kwa nini mimi nimepewa nguvu? Kwa sababu umechaguliwa Tani Haukuamshwa kwa bahati mbaya. Kuna roho nyingi zinahitaji mawazo yako, na mimi nimekuwa mtu wa kwanza kukukimbilia. Nahitaji msaidii, mwanangu anateseka, anateswa na mama yake mdogo, na kuomba umuokoe tani. Ingala, ingala Sauda, ingala ingala isebele

Kuna kitu nataka ni kushirikishe kaka Kipara. Kuna jamaa fulani hivi kila nikikutana nayo jamaa muda wote ye yuko lesi anakimbia alafu anaonekana na mawenge kweli kweli yani. Bila shaka huyo unayemzungumzia wewe atakuwa ni Tano kwa sababu Tano sasa hivi ndo maisha yake kama mkimbizi, aelewe, Kigongo la Mboto yupo, Mwana nyamala yupo, huyo ni Tano. Hmm. Kusema kweli simjui jina lake naitwa nani lakini ni baba fulani hivi ambaye ana madevu, sura yake pana pana fulani hivi ndio yeye. Bwana Tano, sura yake pana fulani kama mwendo kasi hivi, mrefu kaenda hewani, alafu ana kitambi fulani hivi yani kimepiga pa pa pa. Eh, ndio huyo huyo Tano ndio yeah. huyo huyo eh, nini tena shida sasa? Basi mimi ninachoshangaza ni kitu kimoja tu kwamba kila ninapokutana naye yule mtu mara anipige kikumbo, mara sehemu zingine ninapokutana naye anatokea sehemu ambapo hata sifikirii kama anaweza katokea mtu Kanikamata bwana, yule baba wacha aniseme, wacha nitukane, alafu kanipiga bonge moja la tama, rafiki yangu, mpaka najiuliza kuna kitu gani mimi nimemkosea yule baba, au atakuwa na bifu na mimi? Unajua oro ni oro, enieni wewe, pombe pombe inakupeleka vibaya. Uenda ikawa umemchokoza mtu akakupiga, au umemtukana mtu akakupiga. Kila siku nakwambia, achana na pombe, fanya kazi, kaka kipala. Mimi ni mtu ambaye najitambua. Alafu usichokijua, mtu yoyote anayetumia pombe kipindi akiwa amelewa ndo anakuwa makini kuli kweli yani. Sio bure. Kutakuwa kuna kitu kipo. Mimi ujua ni kuambia yule Tanu ana mambo ya fashionash katika vitu vya association and production. Tanu hayupo sawa kwa sasa. Kwa sababu mimi mwenyewe ni rafiki yake ila nikikutana naye njiani ananiambia kwamba kuna mtu anamuona. Lakini huyo mtu cha kushangaza, wewe umuoni, anamuona yeye peke yake. Sasa nashindwa kuelewa, na labda huko alipokupiga kwenyewe amekupiga, labda ubongo wake haupo sawa sasa hivi. Kwa hiyo mimi kama rafiki wa Tano naomba nimwombe msamaha, kama utojali, kuna kitu hapo nimekigundua. Inawezekana yeye akawa yuko sahihi, kuna vitu ambavyo yeye anaviona, alafu nyinyi hamvioni. Kwa hiyo kama mkiwa ndugu au jamaa pia marafiki Jaribuni kumwangalia vizuri, wenda kuna kitu kipo na kinamsumbua kweli. Unajua sasa hivi watu wengi tunawaza maisha yetu, sio maisha ya watu. Unaweza ukawaza maisha ya rafiki, dakika za mwisho kapona, sikujali, kaoa, ukienda kwake chakula naficha chini ya meza, kwa hiyo kuna haja gani ya kuanza kusumbuka kumsaidia mtu? I need for thing for me your life. I'm no life your friend. Are you understand? Basi sasa, japokuwa umenichanganya, umeongea lugha ya kigeni, lakini haina shida. Kingine leo kipaa niko vizuri Yaani, mifuko imejaa yote miwili. Cha msingi twende, nikakupiga pombe twende. ni mara nyingi huwa anaongea peke yako. Mke wangu, najua ni vigumu sana kunielewa, lakini ipo siku itafika, utanielewa. Kuna mwanamke mmoja huwa anaongea naye, anaitwa Sauda Saudat. Mm, huyo mtu ambaye wewe peke yako ndio unamwona, si wengine atumwona jamaa. na ana historia ndefu kidogo Anasema alikufa miaka ya ingala na ingala ingala, ingala ingala, ingala ingala, ingala. Sasa hutaki nizungumze, hata mke wangu hutaki nimwambie, nimwambie nani eh? Mimi nakusaidiaje huyo mtoto wako? Mimi namfahamu huyo mwanao, mwanao si mfahamu? Angalau hata nikimwambia mke wangu hatajua wapi pa kuanzia. Sasa wee unataka nikae kimi, wewe naongea, unanambia sh, hutaki hata nimwambie mke wangu, hautaki mke wangu ajue kwamba wewe ni mfu. Sasa nini maana ya ndoa eh? mimi nitakusaidiaje? Nitakusaidiaje? Tano, unaongea na nani? Unajua na nanchosha? Mke wangu, tuna ugeni, ugeni huu hapa. Halo, mama. Mama Tano ameanza majanga yake. Hapa nahofia anaweza akaondoka usiku huu. Unampigia mama umwambie nini eh? usiku huu unajua mama ana pressure Unata, unatafuta nini unatafuta mama afe ujue, sina baba, niko na mama tu. Usitake kunivuruga sala, mke wangu, usitake kunivuruga, nitakufumua vibao sasa hivi, mwenda wazimu na unanijua vizuri, mshenzie Ach!